Kuna usemi usemao mtu afya, ni usemi ambao umkumbusha mwanadamu kuthamini na kujali afya yake. Kwa kutambua hilo, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro imeendesha program ya upimaji afya bure ambapo watu elfu tatu mia saba sabini na mbili wamefikiwa na huduma hiyo kwa kipindi cha siku tano kuanzia Mei tano hadi Mei tisa mwaka huu, huku watu mia sabini kati yao wakipatiwa huduma ya upasuaji. Hospitali hii muhimu na tegemezi kwa walio wengi imanzsho mwaka elfu moja tisa mia arobaini na tano kukishuhudiwa mapinduzi makubwa ya vifaa vya utoaji huduma ikiwemo vipimo vya kisasa mashine za kuhifadhia watoto njiti pamoja na ujenzi wa jengo maalum la dharura na hapa, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kighoma Malima anahimiza wakazi wa Morogoro kushiriki matembezi ya hisani kwa ajili ya maboresho ya ustari hiyo, na maadhimisho haya yanabebwa na, na kauli mbiu semayo miaka 80, ya ujenzi wa jamii yenye afya. Lengo la maazimisho haya ni kushiriki eh, lakini pia ni kuakisi huduma za afya na kuonesha maendeleo ya utoaji wa huduma hiyo katika hospitali yetu kwa miaka hiyo themanini. o, tuna, tunafanya tathmini hiyo ya kihistoria hiyo miaka themanini katika umri wetu huo, tume, tumetoka wapi na mpaka leo tumefika wapi. Na, na, na historia hiyo ya miaka themanini eh, ni, ni, ni jambo kubwa kusherekea kwa pamoja mafanikio haya lakini pia hili ambalo mnafanya katika kuadhimisha miaka 80 hii, e, e. Na kwamba mpaka dakika hii mmeshafanya upasuaji wa madaktari 170, e, ambao ni wagonjwa walioshindwa kupata matibabu kwa sababu ya changamoto za kifedha e, na kwamba idadi iliyobaki ni watu sabini na mbili, sabini na mbili. Mwenyezi Mungu ajaliye tu wamalize na hao. Hii ni, ni jambo zuri kwamba hili jambo la afya check linaingia katika sehemu ya maadhimisho ya miaka themanini ya Hospitali ya Mkoa wa Morogoro. Tulikuwa tunahudumia wananchi waishiwo Morogoro, huduma iz iu inatolewa bure, daktari bingwa. Na mpaka sasa hivi tumeshahudumia wagonjwa karibia elfu tatu mia saba sabini na mbili na tumeandaa wagonjwa ambao wakufanyia operation mia mbili arobaini na mbili mpaka sasa hivi tumefanya operation uh, mia moja sabini ambazo zimebaki ni sabini na mbili ambazo zinaendelea. Kwa hiyo tunakaribisha hii huduma ya upasuaji uh, ifikapo tarehe kumi na sita kwa maana ya Ijumaa. Kwa hiyo itakuwa zoezi zima imekamilisha hapo. Kwa hatua ambayo itafata ni hiyo siku ya maadhimisho kwa maana ya tarehe 17 kumi na saba tutaanza matembezi ya hisani. Tutaanza viwanja vya hospitali, tutazunguka, tutarudi na tutakabidhi taarifa nzima ya zoezi zima la utoaji wa huduma. Kwa hiyo mpaka sasa hivi huduma zinaendelea, za operation zinaendelea kwa idara zote ambazo zinafanya operation. Kulikuwa na idara za madaktari wa upasuaji, upasuaji wa kuwa koo na masikio, lakini pia wagonjwa mama na watoto na huduma za macho. Kwa hiyo zinaendelea mpaka sasa hivi.